Kwa hivyo na yule mtu kwa kila, kila siku akimkera ule dada mwisho akaambia kama mimi nimeolewa, nimeolewa mpaka, naanze kumkera ile mpaka, mpaka, wallahi mimi nimeolewa. Sasa anauliza e, vipi hukumu yake? Naye alikuwa hana mume, si kwamba ana mume, lakini alikuwa ndio hali hiyo, na ikimbia huyu dada alikuwa a, a, atienia katika moyo wake kwamba yeye ameolewa huko nyuma. Maana yake huyu dada aliolewa akaachwa, yani aseme nimeolewa hakusudi kwamba sasa hivi, lakini katika nia sikusudia kwamba sasa hivi mimi nina mume. Hakusudi kwamba wallahi nimeolewa, yani asiye nia kwamba huko nyuma nimeolewa, lakini yule mwenye kusikiliza adhanie kwamba sasa hivi. Mtu hatakiwi sema namna hiyo eh. Yani kitu inakuwa na kipeleka pahala pengine ambapo kwamba kilikuwepo, lakini yule anafahamu pengine wewe unakusudia pengine, katika hali kama hii, yani si katika hali zote, katika hali ambayo kwamba mtu itampelekea katika kupata matatizo tu ndio atatumia hii, ndio takia ambayo kwamba katika Uislamu uliofundishwa mtu akiwa atapata matatizo madhara yote anaweza kusema hivyo akakusudia vingine, umefahamu? E, e, kwa hivyo na imekuja katika hadithi hiyo vile vile. Kwa hivyo e, ina fi taaridh la manduha anil kadhib, e, mtu anapo ndio kama hivyo alisema, yani kwamba hiyo inakuwa hayasabiki kwa ni uongo yani. Sasa kifupi madamu wewe hukuja kusudia hivyo na umeapa, itabidi ufanye kafara, kafara yako utalisha maskini kumi au kwanza kuna mambo matatu: kulisha maskini kumi au kuwavisha nguo ambazo kwamba zinatosha kwa kusalia eh, au kuachia mtumwa. Mtumwa kwa leo tena. Kwa hivyo ama utalisha maskini kumi au utawavisha maskini kumi eh, mlo mmoja unatosha. Kama hayo huyawezi, ndio utafunga siku tatu usikimbilie kufunga kwanza eh, kwanza kimbilia kufanya kwanza, unaanza katika hayo matatu ya mwanzo, na khiari unalotaka, una unafanya kuachia mtumwa, kulisha maskini kumi, kwa vishi maskini kumi, na khiari yako. Kama hayo huyawezi, ndio utakwenda la nne. Usije kufanya la nne, usije kufanya la nne ili hali matatu ya mwanzo unayoweza. La nne ndio utafunga siku tatu, kama yale matatu ukiyaweza. Wallahu tabarakata ala aalamu hikam.